Mama, inawezekana unanyonyesha mtoto wako ambaye ni mchanga, ghafla unaona amepunguza kunyonya au ameacha kabisa kunyonya, na ukawa anajiuliza maswali, sababu ni nini ya kupelekea yeye kushindwa kuweza kunyonya? Kama uko unajiuliza swali hilo, karibu kwenye somo, tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, subscribe hapo chini, tuendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Sasa moja ya mfuataji wangu, yeye anaitwa Viki, aliniuliza swali kwamba mtoto mchanga kuto kunyonya usababishwa na nini? Kwa hiyo inawezekana una kichanga wako hajanyonya au hanyonyi, inawezekana umejifungua kichanga wako hanyonyi, au inawezekana alikuwa ananyonya vizuri ukaruhusiwa hospitali, umekaa naye nyumbani akafikisha miezi miwili au mwezi mmoja akaacha kunyonya, au inawezekana na siku kadhaa akaacha kunyonya. Hizi zote kuna sababu mbalimbali mbali ambazo zinaweza kupelekea. Sasa sababu ambazo zinaweza kupelekea kichanga wako akashindwa kunyonya au akaacha kunyonya, kwanza kabisa nitazungumza kwa kichanga ambayo labda ana siku au ana masaa machache toka aweze kuzaliwa, kichanga ambayo labda amezaliwa kulikuwa na changamoto kwenye uchungu wako wewe, na mwisho wa siku ukajifungua kwa changamoto mbalimbali, labda mtoto alikosa hewa au uchungu ulikuwa wa muda mrefu au ulikuwa uchungu pingamizi, na wakati mwingine kapelekea mtoto kuweza kujinyea tumboni kabla hujajifungua, na ukajifungua, labda akawa amemeza baadhi ya kile choo cha mwanzo, na mwisho wa siku kapelekea changamoto ya upumuaji ambazo kitaalamu huwa tunaita ni Beth Hizi zinaweza zikapelekea mtoto wako akashindwa kunyonya, na wakati mwingine mtoto anaweza akafariki kama imekuwa katika hali ya juu zaidi au kama imemzidia zaidi. Lakini vile vile inawezekana mtoto wako ulijifungua vile vile ikawa imechangiwa labda na hizi ishu za uchungu, au kulikuwa na changamoto za uchungu, na mwisho wa siku akawa amenyea tumboni kabla ya kuzaliwa, alipotoka akawa tayari ameweza kupaliwa na kile choo au maji aliyokuwa anamzunguka alikuwa amechanganyana na, na choo akapaliwa ambao kitaalamu tunaita meconium aspiration syndrome. Huyu mtoto anaweza kapata changamoto za upumuaji ambazo zikapelekea yeye kushindwa kuweza kunyonya mapema tu anapokuwa amezaliwa. Mara nyingi tunasema mtoto anapokuwa amezaliwa anatakiwa kunyonya ndani ya lile lisaa la kwanza tokea ameweza kuzaliwa, haijalishi amezaliwa kwa upasuaji au amezaliwa kawaida au kawaida. Kwa njia ya kawaida kwao, kama amepata changamoto, au uchungu wako ulikuwa una shida, akazaliwa akawa na changamoto, inaweza kapelekea akashindwa kuweza kunyonya, na madaktari wakaandaa zile dripu za kuweza kumpa kumwongezea sukari na vitu vingine, kwa ajili ya kumsaidia kuweza kula, au wakamwekea mrija ambao unapitia puani kwenda tumboni, kwa ajili ya kurahisisha mtoto kuweza kupata chakula au lishe. Sababu nyingine, inawezekana mtoto ambaye amezaliwa, mimba ilikuwa haijakomaa. Kwa mfano, labda ulipata changamoto fulani, ukajifungua mimba ikawa na wiki 28 au ina wiki 32, mtoto hajakomaa. Tunajua kwamba ule mfumo wa chakula wake unakuwa hujakomaa hata lishe yake, kuna namna huwa inaanzishwa. Kwa hiyo anaanzishwa kwanza drip na lishe inaanza kulishwa taratibu. Kwa hiyo watoto hao, wakati mwingine, kutokana na kwamba wanakuwa wadogo sana, unakuta viungo vyao hujawa vizuri, mfumo wa fahamu haufanyi vizuri, lakini mwisho wa siku anaweza kawa anashindwa kuweza kuvuta yale maziwa kwa sababu mtoto hajakomaa na mfumo wa fahamu haufanyi kazi vizuri. Hata kile kitendo cha kuvuta maziwa inakuwa ni changamoto kwake. Hii inaweza kapelekea mtoto huyu kuweza kushindwa kunyonya au kuacha kabisa kunyonya, kwa sababu anakuwa hajakomaa vizuri. Lakini wakati mwingine inawezekana umejifungua mtoto ambaye amekomaa vizuri, lakini unakuta kunyonya kwake si mara kwa mara, yaani unakuta ananyonya anasinzia akiwa kwenye chuchu, au wakati mwingine analala sana mpaka kufanye kumwamsha. Hicho ni kitu cha kawaida kabisa kwa watoto wachanga ambao wamezaliwa wa na siku mbili au siku moja, wanakuwa wanapendelea sana kulala. Kwa hiyo ni vyema kuweza kumwamsha kila baada ya masaa mawili na kuweza kumnyonyesha. Lakini vilevile sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea kichanga kuweza kushindwa kuvuta maziwa au kunyonya, endapo kama amezaliwa na ulemavu, kwa mfano kama mdomo sungula au kuna changamoto mdomoni, hiyo inaweza ikapelekea yeye kuweza kushindwa kujishikiza vizuri kwenye chuchu na mwisho wa siku akashindwa kuweza kunyonya au hata kama ananyonya anavuta gesi nyingi nampelekea maumivu na mwisho wa siku akawa hayuko vizuri. Lakini vilevile sababu nyingine ambayo kapelekea kichanga kuweza kushindwa kunyonya, na inawezekana kichanga kichangao na siku mbili tatu au ana miezi kadzaa, ni magonjwa mbalimbali. Kama mtoto labda amepata malaria au amepata maambukizi ya bakteria kama zile sepsis au magonjwa mbalimbali, anaweza kapelekea mtoto huyu kuweza kushindwa kuweza kunyonya na ikawa ni kitu cha kawaida. Tukumbuke kwamba watoto wanashindwa kuonyesha zile dalili au kuweza kuongea, mwisho wa siku unaweza naweza kukuta kichanga chako analia sana au amepunguza kunyonya au wakati mwingine anaweza kawa na dalili nyingine kama kuchemka joto lake linashuka, lakini mwisho wa siku kakuta labda utosi wake unakuwa umevimba, lakini vilevile unaweza kuwa umeshuka chini, lakini vilevile kukawa na dalili nyingine ambazo anazionyesha. Kwa hiyo utakuta mtoto analia sana au amepunguza kunyonya, hiyo ikawa mojawapo ya kiashiria kwamba mtoto wako ana maambukizi ya bakteria au maambukizi ya virusi kwenye mfumo inawezekana wa chakula au kwenye mfumo wa damu, au inawezekana kwenye mfumo wake wa upumuaji, kama itaambatana na dalili nyingine kama kushindwa kupumua. Lakini vilevile inawezekana akawa amezaliwa na magonjwa ya moyo hiyo inaweza ikapelekea kichanga wako akawa ananyonya, anatokwa jasho nyingi kwenye paji ya uso, lakini mwisho wa siku hawezi kushikilia chuchu kwa muda mrefu, anavuta kidogo, halafu anahitaji kuweza kupumzika. Lakini vile vile, sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea kichanga kuweza kushindwa kunyonya ni pale ambapo mama unakuwa una changamoto fulani, inawezekana matiti yako ni makubwa na wakati mwingine inawezekana chuchu zako ni kubwa sana. Unakuta ukiangalia uwiano kati ya chuchu na mdomo wa mtoto wako unakuwa uko sawa, kwa mwisho siku anakuwa anashindwa kuweza kunyonya. Sababu nyingine inawezekana inachangia pia na wewe mwenyewe mama kwamba maziwa hautoi ya kutosha. Endapo kama kichanga anavuta, anaona kama maziwa hamna, mwisho wa siku kichanga huyo anaweza kaacha kuweza kunyonya. Kwa hiyo hivyo unaweza kuhakikisha kwamba unakamua labda maziwa kuweza kuangalia kama yanatoka, na ukamnyesha ukaona kama anaweza kuvuta lakini vile vile tujue kwamba siku zote, hata sisi watu wazima unapokuwa unaumwa huwa unapunguza ile hamu ya kula. Kwa hiyo tunarudi kwenye pointi ile ile kwamba ukiona kichanga wako amepunguza kunyonya au ameacha kabisa kunyonya ghafla, ni vyema kuwahisha hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi zaidi. Lakini vile vile sababu nyingine inawezekana chuchu ambayo uko nayo, labda inawezekana mtoto wako kukuta anapenda sana kutumia chuchu ya upande labda wa kulia au upande wa kushoto. Kuna upande mmoja hapendelei. Wakati mwingine, kuna baadhi ya kina mama huwa wanatoa maziwa ambayo yanakuwa na ladha tofauti kulingana na chuchu. Nakuta chuchu ya kushoto ina maziwa yana asili fulani kama ya uchachu ukilinganisha na upande wa kulia. Na mwisho wa siku unakuta watoto unaojifungua, unakuta mtoto wa kwanza anapendelea chuchu la upande mmoja, upande fulani, na mtoto wa pili unakuta ukimzoesha chuchu zote mbili, baadaye unakuta anaanza kupendelea kutumia chuchu la upande mmoja ambako maziwa yanatoka mengi au maziwa yanatoka matamu zaidi ukilinganisha na upande mwingine ambapo maziwa yanawezekana ni machache, lakini vile vile changamoto nyingine, inawezekana maziwa yanayotoka yana asili fulani ya uchachu. Kwa hiyo hiyo inaweza kapelekea mtoto kuweza kupendelea chuchu moja, au wakati mwingine kupunguza kunyonya chuchu moja na kuanza kunyonya chuchu nyingine. Niweza kuzungumzia kwenye moja ya video yangu, kama unahitaji kusikiliza, unaweza kuklik suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada ya kuweza kusikiliza video hii. Sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea kichanga kuacha kabisa kunyonya ni kama ana vidonda mdomoni. Hawa vichanga walio wengi unakuta na miezi miwili, mitatu, minne amepata maambukizi ya fangasi ya mdomoni kwenye ulimi au kwenye mdomo kiujumla, akipata hiyo fangasi, mara nyingi wanaponyonya wanapata maumivu. Kwa hiyo unakuta hata kama kichanga yako ni mkubwa na miezi sita au inawezekana na miezi mitatu, miezi minne, mitano, sita, umemwanzisha kabisa kula, unakuta anapunguza kula au anaacha kabisa kula hasa ukimpa vyakula ambavyo vina ladha fulani ya kuwa na moto moto, kwa mfano kama wale ambao wameanza kula na miezi saba na nane, ukimpa chakula cha moto moto, unakuta kichanga wako au mtoto wako anashindwa kuweza kula au anaacha kabisa kuweza kula. Ni vema pia mama ukachukua tahadhari. Sasa, mambo ambayo unaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba kichanga wako anapata maziwa ya kutosha kulingana na sababu ambazo niweze kusema. Kwanza kabisa ni vema kuhakikisha kwamba mtoto wako au kichanga wako haumwi. Ukiona kwamba kuna dalili nyingine zinaambatana au kama kichanga bado ni mdogo sana, basi ni vyema kuweza kumpeleka hospitali. Kichanga ambaye labda ni mdogo, umetoka kuzaliwa, mara nyingi kabla hujaruhusiwa, madaktari wanaweza kuangalia na kujua sababu, kama kulikuwa kuna mahusiano na uchungu, kama kulikuwa kuna changamoto, na mwisho wa siku akamwanzishia matibabu ya kumpa zile drip ambazo zinakuwa na sukari na kumsaidia, lakini vile vile kama amekuwa na changamoto labda ya kutengeneza maziwa na mwisho wa siku kichanga akakosa maziwa, watakusaidia kwa kukupatia zile drip ambazo zinakuwa na sukari, lakini vile vile unaweza kununua maziwa ya kopo. Sasa kama una changamoto, kwa maana kwamba wewe chuchu zako ni kubwa, basi chuchu zinaanza kutengenezwa, hasa kwa wale ambao wanakuwa na chuchu ambazo eh, hazijajitengeneza vizuri, zinakuwa flat. Kuna namna ambayo nesi au daktari atakutengenezea na chuchu zitakaa vizuri, na mtoto wako ataanza kushikiza. Kwa wale ambao mtoto anakuwa analala sana kwa ajili ya uchanga, ni vema kuweza kumwamsha kwa ajili ya kumnyonyesha. Endapo kama mtoto wako labda uruhusiwa kwenda nyumbani, umeona labda anachemka lakini vy analia sana, ameacha kunyonya, ni vyema kuhakikisha kwamba nampeleka hospitali kwa ajili ya vipimo. Kwa wale ambao labda amejifungua kichanga ambaye amekuwa na mdomo wa sungura, mara nyingi kuna upasuaji ambao unafanyika. Unaweza kwenda kwenye hospitali kubwa na kuweza kumsaidia mtoto wako akafanyiwa upasuaji na tayari akarudi kwenye nyonyo kama muda wake umefika, na utapewa maelekezo zaidi lini aweze kufanyiwa upasuaji. Endapo umejifungua mtoto ana shida ya moyo na ananyonya naacha, ananyonya naacha, uzito wake auongezeki vizuri, kama alivyosema kwenye ile video yangu, ni vyema kuweza kumpeleka hospitali na mwanao kichanga ataanzishiwa dawa za kuweza kutumia, lakini vivyo anaweza kafanyiwa upasuaji kama ana vigezo na utapewa maelekezo huko huko hospitali. Lakini vile vile, endapo kama kichanga wako ameacha kunyonya na ukamchunguza mdomoni kuona kwamba ana vidonda labda au ana ute ule mweupe, kwenye video yangu niliweza kuzungumzia kuhusiana na fangasi na mwisho wa siku ni vema basi unampeleka hospitali, wanamwandikia dawa, na akitumia dawa ndani ya siku saba au ndani ya wiki mbili anakuwa tayari amepona na anaweza kunyonya maziwa yako kama kawaida. Lakini vivyo kama kutokana na sababu nyingine ambayo sijaweza kuisema hapa, ukiachana na magonjwa na changamoto za ulemavu au changamoto za wewe mama kwamba utengenezi maziwa ambayo ni ya kutosha, basi unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana. Sasa inawezekana ukawa unajiuliza maswali kwa mtoto mchanga ni njia ipi ambayo unaweza kutumia kuweza kumsafisha ulimi wake? Mara nyingi ulimi unaweza kuwa umechafuka na wakati mwingine unapunguza ladha kwa mtoto, vile vile unaweza kuwa na athari mbalimbali. Kuna njia ambazo unaweza kumsafisha kichanga wako kwenye mdomo wake, kwenye ulimi, na ni vigezo gani ambavyo anatakiwa huyo kichanga aweze kusafishwa na unasafishaji. Unaweza click subscription hapo na kuweza kusikiza video namna ambayo ya kuweza kumsafisha ulimi au kinywa cha kichanga wako ambaye bado mdogo na meno yake hayajaanza ya kuota. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.